Sasa, miongoni mwa ahadi zetu kwenye ilani kwa miaka mitano inayokuja ni pamoja na ujenzi wa maghala ya chakula ndani ya wilaya hii na ujenzi wa soko la kisasa ili tuweze kuchechemua zaidi biashara hapa Mbogwe. Aidha, ndugu zangu, <coughs> mbali na kuongeza bajeti ya TANROADS na TARURA, ninafahamu uhitaji wa barabara ya Masumbwe Kasosobe kuelekea makao makuu ya wilaya inayosababisha adha kubwa kwa wananchi, hivyo niwaahidi kuwa tutaijenga barabara hii yenye urefu wa kilomita 45, ili kurahisisha shughuli za usafiri kwa manufaa ya wananchi wa maeneo hayo. CCM oyee! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, najua kuna shughuli za elimu, lakini niwaambie kwamba elimu, afya, maji, umeme ni shughuli za maendeleo ya jamii. Hizo zitaendelea, kila serikali inapochaguliwa lazima iendelee na shughuli hizo. Lengo letu ni kuhakikisha wananchi wetu wanafikiwa na huduma hizo za maendeleo ya jamii. Lakini ukiacha hayo, tuna shughuli za kuiwezesha, kuwezesha jamii yetu ya Kitanzania kiuchumi, na ndo hayo tunaosema kujenga masoko kujenga stendi, mikopo, TASAF, ruzuku tunazozitoa kwenye sekta mbalimbali mbali, ni kuwawezesha wananchi kiuchumi, kwa sababu ile pesa ambayo serikali inakupa ruzuku inabaki mfukoni kwako na unaitumia kwa maendeleo mengine katika kaya yako. Ndugu zangu, kuna shughuli tutakazozifanya kwa maendeleo makubwa ya uchumi wa taifa letu, na haya ndio ya yale miradi mikubwa ya kitaifa na SGR mabarabara ya kuunganisha mikoa au nchi kwa nchi na mambo mengine, mameli tunayoyajenga yale ni mashughuli makubwa ya kitaifa. Sasa ndugu zangu, niwaahidi kwamba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi wito wetu au uh, uh, kauli mbiu yetu ni kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Chama cha Mapinduzi kiko hapa mbele yenu wana Geita, ili mtupe kazi ya kwenda kuifanya miaka mitano ijayo.